Mapinduzi. Karibu sana, karibu sana mtazamaji wangu, wali... wangu wa channel hii ya Kawkab TV. Rais Gamal Abdel Nasser akiwa na wageni wengine waheshimiwa wali ruka moja kwa moja kuelekea katika eh, mkoa wa Arusha na huko, waliweza kwa kipindi hicho kuangalia mandhari pia ya mlima mkubwa kabisa, mlima wa Kilimanjaro, na kwa hivyo ilikuwa ni safari ya kitalii ambayo ilikuwa ni safari ya kisiasa ambayo ilikuwa ni safari ya kumbukumbu kumbu za kudumu. Baada ya hapo, waliendelea hadi katika mbuga katika hifadhi ya taifa ya Manyara, na hapo waliweza kuona uh, wanyama mbalimbali mbali, uh, katika mazingira na uhalisia wao maisha ya asili ya wanyama. Waliweza kuona tembo na wanyama wengine wakubwa na wakali, lakini katika hali ya ulinzi madhubuti, mahala ambapo hakukuwa na rabsha wala shida yoyote. Waliweza wakiwa katika magari ya wazi eh, kuburudika kuchukua picha za sinema na picha za kawaida. Wasaidizi wake walihangaika huku na kule kuchukua kumbukumbu kumbu sahihi kabisa ya tukio hili. Hapa kulikuwa na fursa ya kuona wanyama dhahir shahir. Jambo hili kwa watu ambao wakitoka katika mazingira yasiyokuwa na misitu kama ya kwetu, ilikuwa ni jambo la kihistoria kwao pia, lakini jambo hili lilikuwa limebakisha kumbukumbu ya kudumu muda. Takriban usiopungua masaa mawili waliweza kuwa katika eneo hili la Manyara. Baada ya uh, hapo, waliweza kuanza safari ya kuelekea Mwanza. Waliruka kwa ndege moja kwa moja, wakifika katika uwanja wa ndege wa Mwanza, walikutana na umati mkubwa wa watu wa Mwanza na maeneo mengine ya jirani, waliofurika uwanja wa ndege kuja kumlaki mgeni Gamal Abdul Nasser na wenzake. Mapokezi ya furaha, shangwe, vigeregere na ngoma za utamaduni vilishamiri na kutumbuiza katika eneo hili na uwanja wa ndege wa Mwanza. Uwanjani alikuwapo mwenyeji Rais Julius Kambarage Nyerere kumpokea na kuongoza umati huo kwa furaha na bashasha eh, kumlaki Gamal Abdunasir katika eneo la Mwanza na hapo, uh, walikuwa wamepanda magari ya wazi land rover ya wazi kwenda eh, eneo, ndo, eneo la ikulu ndogo au sehemu ya kupumzikia, eh, state lodge iliyopo kwenye ufukwe wa ziwa Victoria. Mitaa ya Mwanza pia ilipambwa kwa bendera za Misri. Mitaa ya Mwanza pia ilipang, ilipambwa kwa bendera za Tanzania. Mitaa hiyo vilevile vile, ilipambwa kwa matawi ya miti na maua. Aliweza kushangilia kwa kupungia bendera, aliweza kufanya hivyo na ambaye hakuwa na bendera alichukua tawi, na kwa hivyo ilionekana mji umevikwa mapambo ya ajabu ya kuvutia kwa ajili ya kumkaribisha Jamal Abdul Nasir. Wakiwa katika nyumba ya mapumziko hapo Mwanza, eh, kwenye bustani ya nyumba ya wageni, rais alipokea tembo dume, ndiyo, na Rais Julius Kambarage Nyerere kwa niaba ya watu wa Mwanza na kwa niaba ya taifa la Tanzania, kama takrima kwa Rais Jamal Abdul Nasir, tembo dume mwenye umri wa miaka mitano. Hapo sasa, kabla ya kurudi Dar es Salaam wali baada ya kupumzika uh, waliweza kuruka na kwenda katika uh, shamba la ng'ombe loko Kongwa, Kongwa ranch ambalo lilikuwa chini ya NDC, National Development Corporation, shirika la maendeleo la taifa. Kongwa kulikuwa eh, ni eneo la shamba uh, kwenye mifugo ya ng'ombe, ambayo eh, eneo lisilopungua hekari kumi na tatu elfu na pia eh, ng'ombe wasiopungua kumi na tano elfu hapa uh, hapa kukosa pia sherehe ndogo, lakini sherehe muhimu, sherehe ambayo iliyokuwa imekita eh, katika kumbukumbu -kumbu za kudumu sherehe ya Kongwa kumkaribisha uh, Gamal Abdul Nasir kitamaduni. Rais Julius Kambarage Nyerere alitoa uh, ng'ombe kumi zawadi kwa rais Gamal Abdul Nasir hapa Kongwa, lakini pia kulikuwa na uh, sherehe ya zawadi za kitamaduni. Gamal Abdel Nasser aliweza kupokea ngao na mkuki wa kimasai na akavikwa mgolole kama ishara ya kitamaduni na heshima kubwa kabisa ambayo anaweza kupewa mgeni katika eh, maeneo ya Tanzania. Baada ya hapa Rais Gamal Abdel Nasser akiongozwa na mwenyeji wake waliweza kuruka na kurudi katika jiji la Dar es Salaam wakati huo. Ndio mji mkuu wa nchi uh, channel hii ya Kaukab TV, usisahau uh, ku subscribe na ku like pia vile vile ku comment kwa ajili ya mengine yaliyopicha katika vipindi vijavyo, asante.